Wananchi wa Ilamba wameonyesha shukrani kwa hatua hiyo na kuiomba serikali kukamilisha kipande kilichosalia ili kurahisisha usafirishaji wa mazao hayo. Kwanza tunashukuru kwa kututengenezea barabara, kwani toka mwanzo tulikuwa na changamoto kubwa sana ya kukwama magari kwenye kibarabara chetu hiki, lakini hapa mlipotufikisha tunawashukuru. Yaani wakuu, ninawashukuru kwa barabara, jinsi mlivyotutendea. Yaani barabara hii ilikuwa vibaya mno tulikuwa tunashindwa hata kubeba ndizi, kutembea tulikuwa tunashindwa. Lakini pia tumepata shida sana kwa kwa muda wa miaka mingi, kulingana kwamba hii barabara ilikuwa haipitiki. Kwa mfano hata kama mama mjamzito, au maradhi mbalimbali au kusafirisha maiti, ilikuwa tunapata shida kwa sababu gari zilikuwa zinashindwa kupita. Makamu mkuu wa taasisi ya ICoT Mhandisi Paulo Nyanga, pamoja na mkufunzi Donatha Kamwela, wameeleza namna mradi huo unavyotekelezwa kwa kushirikisha jamii. Lengo la mafunzo haya ni kuwajengea na kuimarisha uwezo wa washiriki katika shughuli za huo kutengeneza na kukarabati barabara kwa kutumia teknolojia stahiki ya nguvu kazi ili waweze kutoa mchango kwenye sekta ya ujenzi katika kuimarisha miundombinu ya barabara. Washiriki hawa wametoka katika mikoa ya Morogoro, Songea, Mtwara, Mbeya na Sumbawanga. Mafunzo haya yalianza tarehe 17 mwezi wa 3 2025 kwa, kwa wiki nne na yamegawanyika katika awamu mbili, ambapo awamu ya kwanza ni mafunzo ya nadharia na awamu ya pili ni mafunzo kwa vitendo, yalianza tarehe 26 mwezi wa tatu. Wahitimu waliohusika na ujenzi wa barabara hiyo wameeleza namna walivyonufaika na, na mafunzo hayo ya vitendo. Naishukuru sana serikali na uongozi wa chuo hiki kwa kutupa sapoti kubwa sana katika kupata mafunzo haya. Mafunzo haya yanatusaidia kusaidia changamoto mbalimbali mbali ambazo zipo kutoka mashambani kuelekea mjini kutoka kwa wananchi. Sisi kama wanawake tunashukuru pia kwa, yani, kwa haya mafunzo kwa sababu pia tunaweza kuwa chachu katika jamii yetu kuinua wanawake wenzetu na kuelewa maana kuna fursa mbalimbali kutokana na haya mafunzo. Ni, ni shauri serikali hususan Wizara ya Ujenzi basi endelee kukithamini chuo cha ICoT kwa ajili ya kutoa kutoa mafunzo hayo ya labor based. Mgeni rasmi katika uzinduzi wa barabara hiyo, mhandisi Nocodemus Kalenzo kutoka TANROADS Mbeya, ametoa rai kwa wahitimu kuzingatia weledi na maadili kazini. E, kwa kweli mafunzo haya mimi ningependa watu hawa wanaojifunza watie maanani, wayaendeleze, wasija akafanya kuyasahau haya. Ni mafunzo ambayo kwa kweli yamekuja kufungua milango kwa watu huko vijijini walipo, na kupitia hawa waliojifunza tutapata wengine wengi kupitia kwao. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.